Ni Bugoma TV. Habari Mheshimiwa. Habari. mgeni rasmi pamoja na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ninayo heshima kubwa kusimama mbele yenu kusoma taarifa yangu ya kazi ya muda wa miaka mitano kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tano. Taarifa yangu ya kazi itajikita kwenye mambo ambayo nimeyafanya nikiwa kama mbunge wa viti maalum wa mkoa wa Katavi. Ninakwenda kuyaeleza sehemu ya tatu ambayo ilikuwa ni ziara ambazo nilizifanya kama mbunge kwenye mkoa huu wa Katavi kwenye kata hamsini na tano. Mkoa wa Katavi una kata hamsini na nane ndio zinaunda mkoa wetu wa Katavi. Nilijaliwa kupita kata hamsini na tano. Kata tatu sikuweza kupita kwa sababu ya masuala mbalimbali. Hivyo mheshimiwa mwenyekiti, kwenye sehemu yangu ya tatu nimeanisha ziara ziara ambazo nimeeleza kwamba nilitembea jimbo la Tanganyika, mpanda mjini, jimbo la Simbo, jimbo la Katavi na jimbo la Kavuu. Mheshimiwa mgeni rasmi niliweza kuwaanzishia UWT mradi wa pikipiki piki. Kila wilaya pamoja na mkoa niliwakabidhi pikipiki moja moja, ili wafanye wa, wa, ziwe ni mradi wa kuwaingizia pesa, wa kuwaingizia pesa kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku. Niliona jumuia. Zina, zina mambo mengi wanataka fotokopi, wana mabaraza, wana vitu vya kufanya kama jumuiya. Kwa hiyo nikaamua kutoa pikipiki nne. Ina maana UWT mkoa moja, wilaya ya Tanganyika moja, wilaya ya Mpanda moja, pamoja na wilaya Mlele moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, jumla nime kiasi cha takribani milioni 249 kwenye mkoa wa Katavi kwa shughuli mbalimbali. Ndio jumla kuu iliyoko kwenye hizi hesabu ambazo ziko hapa kwenye kitabu changu. Mheshimiwa mwenyekiti, ziko pia picha mbalimbali mbali ambazo nimeziambatanisha kwenye kitabu changu ambazo zinaonyesha matukio mbalimbali mbali, kama kukabidhi simu kwenye jumuiya ya UWT, lakini pia zimenionyesha nikiwa na zi, nikiwa kwenye ziara, zimeonyesha pia nikikabisi hiyo mitungi ya gesi, lakini zimenionyesha pia kunipokuwa kule Kapala Msenga, kuna wanachama walirudi kutoka kutoka chama cha kutoka chama cha chama chetu cha marafiki zetu wakawa wamerudi CCM, lakini zimeonyesha matukio mbalimbali mbali, yako ndani ya kitabu changu. Nimeeleza jumla yote ya michango mbalimbali mbali ambayo nimeitoa kwenye mkoa wangu wa Katavi kwa kwa upendo, sio kwa kulazimisha kwa mapenzi yangu mwenyewe kwenye jumuiya mwenye ya UWT, jumuiya ya vijana, jumuiya ya wazazi, chama na kwa wananchi mbalimbali. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi tulioko ndani ya ukumbi huu, lakini na wengine ambao ndio wanachama wa Chama cha Mapinduzi, sisi ndio wadau wa kueleza kazi nzuri zilizofanywa na mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan, kuzieleza kwa wananchi wengine ambao hawazifahamu. Sisi tusipoeleza, tusitegemee mtu mwingine ataeleza. Ni wajibu wetu sisi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi na kama viongozi kueleza yale ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya, ya sita inayoongozwa na Dokta Samia Suluhu Hasan kwenye nchi yetu ya Tanzania. Niliyaeleza huko juu mambo ya maji, barabara, umeme, elimu, miundo mbinu, unapashwa uyaeleze, ili mtu mwingine aweze kuyaelezea sema kazi nzuri. Leo tumekuja kwa ajili ya kusoma taarifa ya utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi, ikiwa sasa imepita zaidi ya miaka mitano tuseme tangu mliponipa ridhaa ya kuwatumikia wakinamama wa mkoa wa Katavi kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini mpaka mwezi huu Mei elfu mbili na ishirini na tano Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Oe. Oe. Lengu, msoma, msigiani, hiyo, Mama Samia hoye lengo la kusimama kusoma taarifa zetu ni kuonyesha jinsi gani kwa kipindi cha miaka mitano muda ndio nipa kwa fumikia wakinamama wa mkoa wa Katavi, nini nimefanya katika maeneo mbalimbali. Katika kipindi cha miaka mitano nilishiriki kufanya mambo mbalimbali ikiwepo kupagua miradi mbalimbali, lakini kusema mambo mbalimbali na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika ziara zangu. Ni jukumu letu sisi wawakilishi kuhakikisha kwamba tunapokutana na wananchi tunaelezea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ni nini kimefanyika katika maeneo yao, serikali imefanya nini? Maana serikali yetu inaongozwa na chama chetu cha Mapinduzi sisi wenyewe. Katika uwezeshaji wa wanawake kiuchumi Niliweza kufanya ziara katika kata zote hamsini na nane ndani ya mkoa wa Katavi na nikaweza kuchangia jumla ya shilingi milioni ishirini na tisa laki tano kila kata, kwa ajili ya kina mama kujikwamua kiuchumi. Kwa ziara yangu ilikuwa imelenga kuhakikisha kwamba kina mama wanapata angalau kitu kidogo kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali, na wapo walioanzisha, wengine wanakopeshana, kuna wengine wanafuga, kuna wengine wanafanya kilimo, wengine wanakopeshana. Ninamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na mkuu wetu wa mkoa na, na serikali yetu kwa ujumla. Kupitia ziara yangu hii niliweza kuelezea umuhimu pia wa asilimia kumi, kwani sisi pekee yetu wabunge hatuwezi, lakini serikali yetu imeweza kufanya zaidi kwa kutoa mkoko wa asilimia kumi kupitia halmashauri zetu, na niliohamasisha kina mama waweze kujiandikisha katika vikundi waweze kupatiwa mikopo ile ambayo ni fursa sisi kwa kinamama. Niliweza kutembelea baadhi ya shule ambazo zilikuwa zina mchakavu baadhi ya vyumba na, na niliweza kuchangia mifuko ya simenti zaidi ya 40 katika shule ya majengo na shule ya matandalani zilizoko wilaya ya Mpanda, lakini pia niliweza kugawa madaftari pamoja na kalamu na vifaa vya shuleni kwa watoto wenye mahitaji maalum hususani waliotokea katika kata mbalimbali miti mia sita 600 thamani ya shilingi milioni kumi na mbili ambavyo mgawanyiko wake utakuwa mia moja hamsini kwa ajili ya haiti wa kataji mia hamsini wilaya ya Mpanda mia na hamsini wilaya ya Tanganyika na mia hamsini wilaya ya Mbele. Lakini kama tunavyoelewa, kuna ujenzi wa nyumba za jumuiya ya umoja wa wanawake unaendelea ndani ya mkoa wa Katavi, ayo ilichangia shilingi milioni moja na mifuko thelathini ya simenti kila wilaya pamoja na mkoa. Lakini na leo naongeza na chaka shilingi milioni nane keshi kwa ajili ya kuendeleza ujenzi huo ambapo kila nimefurahi sana. <laughs> nimesikiliza nani michango ni ya, ya waheshimiwa wabunge, nawapongeza mno, nimefurahi mno masa. Kazi nzuri sana mmefanya, dada yangu Taska, kazi nzuri sana mnafanya. Lakini ukitoka kwa wabunge unashuka mpaka kwa madiwani wa viti maalum kazi nzuri sana wanafanya. Nimezisoma taarifa zenu vizuri sana, nililetewa jana na leo asubuhi nikazisoma, na najua baada ya mimi ufunguzi wenyewe mtazipitia, mta pitia tena. Kazi ni nzuri tunayoendelea tuna kuifanya, lakini bado Tunahitaji kama anavyosema mheshimiwa rais, kukaza mguu kukaza msuli, kuijenga jumuiya. Na wale ambao mtadhani kwamba wanataka kuuharibu taswira ya jumuiya yenu, taswira ya jumuiya yenu, simamieni imani, lakini na pale baadhi yenu watawaonewa, simamieni kuwatetea.